Mgombea wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa tiketi ya CCM, Dr John Pombe Magufuli leo amewasili visiwani Zanzibar na kupata mapokezi ya aina yake yaliyoanzia katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Zanzibar na baada ya kutambulishwa rasmi katika ofisi kuu za chama hicho zilizopo Kisiwa Ndui, akiambatana na mgombea mwenza Samia Hassan Suluhu, ambao kwa pamoja wameahidi wa Tanzania kuendeleza umoja, amani na mshikamano. Tupate taarifa zaidi. Mara baada ya kuwasili katika ofisi kuu za CCM, Dr. Magufuli pamoja na bi Samia Suluhu wamepata fursa ya kuzuru na kuomba dua katika kaburi la rais wa kwanza wa Zanzibar, marehemu Abed Amani Karume, muda mfupi kabla ya kutambulishwa rasmi na rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi, Dr. Ali Mohamed Shein, mbele ya wanaCCM CCM waliojitokeza katika mapokezi hayo. Akizungumza na wanachama waliohudhuria hafla hiyo, dr. Shein ambaye pia ni makamu mwenyekiti wa CCM Zanzibar amesema chama hicho kina kila sababu ya kuibuka na ushindi wa kishindo katika uchaguzi mkuu ujao kutokana na kusimamisha mgombea mchapakazi na anayekubalika na Watanzania. Pataweka, wa. Kwa upande wao Dr. Magufuli pamoja na Bi. Samia Suluhu wamewashukuru wana CCM kwa mapokezi makubwa waliowaandalia na kuahidi kuwatumikia kwa, kwa moyo mkunjufu sambamba na kutekeleza vyema ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2015 - 2020 ambayo imezingatia mahitaji ya wa watanzania katika kuimarisha uchumi na nyanja mbalimbali mbali. Naomba tuungane wote na, na kwa maamuzi ya Chama cha Mapinduzi kuweka mgombea mwenza mwanamke, wanawake wengine ambao sio wa Chama cha Mapinduzi wataungana nasi. Umoja huu ni lazima tuulinde, umoja huu ni lazima tuusimamie, umoja huu ndio nguzo yetu kubwa. Pasipokuwa na umoja ndani ya Watanzania tutashindwa kupata maendeleo. Munero Zakaria, Channel 10 Zanzibar.